Na wali gani, mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kuna tetesi ambazo zilikuwa zinamhusu Kajala pamoja na Harmonize na tunaona wengi, baada ile birthday ya Mara uh, kutokea, tunaona mengi akazungumzwa mpaka uh, mchekeshaji Leonardo akamwambia mama Samia mbele ya umati uh, na kusema kwamba uh, yani, yeye kama Leonardo anamwambia uh, mama bwana eh, Harmonize pamoja na Kajala wamerudiana. Hayo yalikuwa maneno ya Leonardo. Sasa eh, kupitia eh, ukurasa wa Instagram wa eh, Kajala, eh, Kajala bana ameweza eh, kugoma bana, eh, amegoma na eh, kurudiana na, eh, kurudiana na, uh, na Harmonize. Inasemekana kwamba Uh, yani yeye anachokiona ni kwamba bado kuna kidonda kwenye moyo wake bado akijapona, kwa sababu inaelezwa kwamba inaonekana kabisa kwamba eh, Harmonize bado hajachaguliwa kwenye moyo wa Kajala. Kama unavyojua, uh, kuna posti mbalimbali ya Kajala amekuwa akiziposti kupitia insta story yake, na hii inaashiria kabisa kwamba eh, bado penzi hili bado halijarudiana, lakini pia Aa, nikitazama zaidi eh, ni kwamba uh, kuna eh, vitu vinavyoendelea kwenye huku eh, kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza, eh, Kajala katika ile siku ya birthday ya Mara eh, tunaona Harmonize aliweza kurudisha picha zote za Kajala, lakini kwa bahati mbaya eh, baada ya ile birthday eh, kuisha eh, tunaona ni kama eh, picha zote ni kama eh, hazipo. E, kuna zile picha za zamani ambazo amanaeze kuwa ame, amepiga na Kajala enzi hizo ambazo zilikuwa e, zinamwonyesha akiwa karibu na Kajala. Inaelezwa kwamba e, picha hizo bwana e, kwa mujibu wa wambea inasemekana kwamba picha hizo bwana amezifuta e, amezifuta kwa sababu inaelezwa kwamba e, bado hawajawekana e, sawa, yani hakuna kinachoendelea baina ya Harmonize pamoja na Kajala, kwa sababu ukiangalia inaonekana kuna vitu bado vijakaa sawa pande zote mbili, na inasemekana kwamba shida kubwa e, ni kwa Kajala, ambapo inaonekana bado hajafungua moyo wake, na inaonyesha kabisa kwamba bado hajamsamehe Harmonize, kwa sababu ya yale mabaya ambayo aliwahi kumfanyia huko nyuma, kwa sababu kuna mengi aliyomfanyia mtoto mm, wake Paula na mwisho wa siku tunaona eh, Paula akasema kwamba mi haitokuja uh, kutokea eh, Harmonize akarudiana na mama na vitu kama hivyo. Sasa pia nikifuatilia nikifuatilia uh, peji ya Harmonize bado hajamfollow Kajala yani, baada ya kurudisha zile eh, zile picha eh, ni kwamba bado hajamfollow Kajala, maana yake kila mtu anaonekana kumblock mwenzake. Unaona, mtu anaonekana kumblock mwenzake kwa hiyo mjadala wa Kajala inaonekana kabisa kwamba bado haya mambo hayajakaa vizuri, na kila mtu ameonekana akiendelea na maisha yake mengine. Kwa hiyo inawezekana Harmonize eh, kumbuka kwenye ile gari la aina ya Defender aliweza kuweka plate number eh, Kajara 3 eh, kitu ambacho wengi walikuwa wanasherekea mashabiki, hasa mashabiki wa Konde Gang wakisema kwamba eh, tunaomba eh, warudi haya na vitu kama hivyo, lakini kwa upande wa Harmonize ameshindwa kwa sababu mpaka kuweka eh, plate number ya Kajara 3 kwenye gari, lakini bado tunaona hakuna kilichofanyika bali ilikuwa tu ni maigizo. Huona mwaini kusiana na hili ndoshamwani yako, hakikisha una subscribe.